Viongozi wa kitaifa na kimataifa wameeleza masikitiko yao na kumkumbuka kama kiongozi jasiri, mwenye maono na aliyekuwa na mchango mkubwa katika demokrasia ya Afrika. Mwanasiasa mkongwe na Waziri Mkuu wa zamani wa Kenya, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ambaye amefariki dunia hii leo Jumatano, Oktoba 15, mwaka 2025 alipokuwa nchini India akipokea matibabu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, kupitia ukurasa wake wa Instagram, alieleza masikitiko yake akisema, nimepokea kwa masikitiko makubwa taarifa ya kifo cha Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Tumempoteza kiongozi mahiri, Mwanamajumui wa Afrika, mpenda amani na mtafuta suluhu. Rais Samia aliongeza kuwa kifo cha Raila si pigo tu kwa Kenya pekee, bali kwa Afrika nzima na kumwombea pumzike mahali pema peponi huku akifariji familia ya marehemu na wananchi wa Kenya. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi naye ametuma salamu zake za rambirambi kupitia mtandao wa X akimtaja Raila kama rafiki wa dhati wa India na kiongozi mashuhuri barani Afrika. Modi alieleza kuwa Raila alikuwa mpenzi wa tiba ya Ayurveda na tiba za asili za India hususan kutokana na mafanikio yake katika afya ya binti yake. Alikuwa sauti ya hekima, demokrasia na mshikamano barani Afrika. Dunia imepoteza kiongozi wa kweli, alisema Modi, huku akifariji familia ya Raila na raia wa Kenya. Naye rais wa Zambia Hakainde Hichilema pia ametuma salamu za pole kupitia mtandao wa X akisema amesikitishwa na taarifa za kifo cha aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya. Hichilema alimtaja Raila kama mtetezi mkuu wa demokrasia na aliyetetea haki za watu kwa moyo wa dhati. Aliongeza kuwa urithi wa kisiasa na kijamii aliyowacha utaendelea kudumu kwa vizazi vijavyo. Aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, kwa upande wake, aliandika ujumbe mzito katika mtandao wa Instagram akieleza kuwa amepoteza rafiki na kaka kwangu, mimi Raila alikuwa zaidi ya mwenzangu kisiasa alikuwa sehemu ya pekee ya safari yangu katika utumishi wa umma na maishani, alisema Kenyatta kwa uzuni kubwa. Wawili hao waliendeka historia mpya nchini Kenya kupitia mwafaka wao wa kisiasa mwaka elfu mbili na kumi na nane uliosaidia kudumisha amani baada ya uchaguzi wenye mvutano mkubwa. Raila alikuwa mtoto wa mwanasiasa maarufu Jaramogi Oginga Odinga, makamu wa kwanza wa rais wa Kenya baada ya uhuru na alijitosa kwenye siasa akiwa kijana hadi kuwa mmoja wa watu wenye ushawishi mkubwa zaidi katika siasa za Kenya. Kwa sasa, mipango ya kusafirisha mwili wa Raila Odinga kurejea nchini Kenya inaendelea, ambapo serikali kwa kushirikiana na familia inatarajiwa kuandaa mazishi ya kitaifa kwa heshima ya mchango wake kwa taifa. Taifa la Kenya limepoteza kiongozi, Afrika imepoteza mwana mashujaa, na dunia imepoteza sauti ya busara